Karibuni sana karibuni sana ndugu zangu wote ambao mko naisikiliza Baraka One TV, tuko majira ya saa sita saa za Afrika kati, ikiwa ni saba majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yenu Rejabu Akili Kabonga, the one and only town baba la baba mzee Bungua Soma. E, kama kawaida siku ya Jumapili hii tunakuwa tuko peke yetu na e, bila kuwa na mwaliko yoyote, ni kwa sababu tunajua weekend kuna wakati pia E, watu wanatakiwa wafanye shughuli zingine, so karibuni sana katika masuala tutazungumzia ni yaliyotokea Misisi pamoja na Elembwe. Sema Elembwe na mazungumzo kule ambao unaongelea kwa kwamba Kilembwe, lakini iko ni Elembwe. Maana ni maeneo ya Wabembe. Hapa nitakuwa niko na fact mbili ambazo nitagusia. Nitagusia eh, kwa yale ambayo yamefanyika Misisi, ukweli halisi wa kile ambacho kiko Misisi, kwa sababu hapo kuna, kuna version nyingi ambazo zimejitokeza na katika version nyingi tutajaribu kuzifafanua na pia tutasikiliza, tutasikiliza baadhi ya jumbe nzito nzito ambazo zitakwenda kututengeneza na kutuweka katika mazingira ambayo e, tufikirie mara mbili mbili before kuwa na react mambo. Kwa sababu gani, ndugu zangu, inchi hii ni ya kwetu sote. Hakuna inchi ya Mbembe, hakuna inchi ya Mfuliru, hakuna inchi ya Mvira, lakini kila kabila Mkongo linakuaga na eneo lake la asilia. Hili swala si tokosa kulizungumzia, ni lazima nitagusia hapa na, um, hii vita iko nataka uh, wako watu, watu nataka kuipatia sura kwambani ya Wafuliru na Wabembe tukirudi uh, kitu cha pili maeneo ya Elembwe Elembwe nako pia vi nataka kuipatia sura E, vita ya Wabuyu na Wabembe ushona kisi mambo iko nataka kuwa yaani, um, baadhi ya wanasiasa wako wanaingiza chokochoko choko, na baadhi ya wakuu wale wa majeshi ya, ya wazalendo pia wako wanaingiza chokochoko choko, ili kujaribu e, kupunguza nguvu, na hiyo yote biko na vizee mtu mmoja So tutazungumza hili swala na ni lazima niweze kuzungumza na wewe ili tujue nawe, oh, just ambao unanisikiliza nini ambacho kilitokea Elembwe na nini ambacho pia kilitokea maeneo ya Misisi. So karibuni sana ili kupata habari zetu ni ku like pia na kusubscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Una like na kufollow page zetu, na hivyo hi utakuwa kwanza kuwa unapata habari zetu kila wakati, na jambo jingine pia tembelea Mwangaza TV usikose kulike na kusubscribe Mwangaza TV, na pia hivyo hivyo utakuwa unapata mambo mengi kutoka Mwangaza TV. Nianze na hili swala la kisha; kisha utakuja kusikiliza huu ujumbe ambao nitakuwekea. Ni yote hii ni kujaribu kuwaweka watu sawa. Naambiaga mara mingi kwamba apres la guerre c'est la justice, baada ya vita ni sheria ndiyo inafuata, a vrai dire, bila kupepesa macho, bila kudanganya, bila kwenda kushoto kulia. Version ambayo imekuja sasa ambayo ni kamili ni kwamba tunajua uh, tukianza kwanza ki, i, historia kwanza, historia tu. Teritwari ya Fizi ni teritwari ya Babembe, ile aina mjadala, ni teritwari ya Babembe iko na na sekteri tano, huko sekteri ya Tanganyika, huko ya Mtambala, huko ya Nganja, kuko ya Lulenge na kuko ya Itombwe ambayo Mobutu juu ya maslahi yake kutaka kupunguza Fizi bakaitia mungambo ya ya bakubwa yetu ba, ba, e, Barega, eneo ya Mwenga, umeelewa? So lakini Itombwe ni ya babembe na Itombwe ndo kwao na mubembe ya, hapa anaenda kwanza, historically tukitoka ku historic, ndo tuje sasa fenye ilitokea. Kwa hiyo kila mtoto wa musekte, wa muteritwari ya Fizi, kila mubembe kwanza iko na ile dua ya kuexploati maminere kufanya vyote vinatafanya muteritwari yake, ile ni kwanza, ile ni moja na ni watu ambao wa, mababu zao walizaliwa pale. Kwa hiyo biko na mantite zabo biko na mashimo yao, kwamba shimo ya babu yake babu yangu ilikuwa kwa fasi fulani, shimo ya mjomba wangu kwa fasi, na kwa hiyo akienda kuchimba dhahabu kwenye shimo ya mjomba wake angali na hile draw, ni tofauti na wewe mtu ambaye ulikuja kutoka Bukavu kutoka e, Manyema kutoka wapi, unakuja pale unaenda kujitafuta. Sawa ndugu yangu. Sasa hautakuja, hautajikompea na ule mwenye alitangulia kwao. Kisha uanze kusema kwa nini yeye iko na chimba madhahabu kisha mimi si chimbi dhahabu. Yeye iko na shimo za shangazi yake alimwachia, ya za babu yake, za mjomba wake, za ndugu yake alimwachia, ya sababu pale ni maeneo ya kwao. Iko na shamba, iko na lima ni kwao. Iko na vuna mingazi ni kwao, sababu ni mashamba ambazo ziliachiwa kwao. Sasa ili uh, uiche vizuri unatakiwa ukolaborate na yeye. Hawezi kuwa pale juu uanze kumpiga vita yeye, na saa utaanza kutafuta jinsi ya kumpiga vita yeye. Hapo ndo choko choko zinanziaga. Sasa tunakuja nazungumzia na makundi ambayo yanashikilia silaha, kundi ya mzee William mamuli ya kutumba iko na resistance ya, ya zaidi ya, ya miaka kumi na mnane, biko mpori banapiganaka Uliwai kusikia kundi ya Mzee William Amuli ya kutumba inaomba msaada kwa mtu yoyote, Mfizi mut asee anapitisha mabakuli mwende mnachangia? Hakuna haja kutokea, ni watoto wa mugini, wa Fizi wako na njia zao zenye za wanapataga my incoming zao na pesa zao za operation zao kuendeleza ngomanzito Delphine yepeke na niko na iikitum ya nitajaribu kuitafuta selongo mazito na selo mzee ulamamula ya kutumba tuko murenyo ya rad Fizi Baraka mubiro ya maire de la ville mbochwa Hussein Jacques. Mzee ulamamula ya kutumba akatupatia histoire ya yeye na biro ze bishambuke kama kundi ya bilo ze bishambuke ilisimama ni sababu ya kusaidiwa na mzee William Mamule kutumba. Utafahamu kwamba bilo ze bishambuke ilijigawa mara mbili. Mmoja alikuwa anaishapoteza, alikuwa ni mtu mmoja ambaye anaitwa Asani, ndio alikuwa anaishapoteza bilo ze bishambuke Asani. Baadaye ikaja komanda wa Fort Ngoma nzito akapindua meza akawa komanda anaongoza bilo ze bishambuke na ili kakree fujo kati ya wao kwa wao. Mzee William Ambule kutumba akametrize ile situation. Delfe Kaimbi ngoma zito anasema. Si bila zibishambuke kama tulisimama. Mtu mwenye alikuwa anatupatia nguvu na kutupatia silaha na risasi ni Monisco. Mule msale watu wakashangaa he, Monisco. Monisco. Hii Monisco, hii Monisco na wazungu wakasema hapana. Si tulikuwa tunaita mzee William Ambule kutumba Monisco sababu, ndio alikuwa na na turavitae risasi. Aha. Uh ndo tukaelewa kumbe moni siko juu mzee, ndo alikuwa anawapatia bunduki na risasi, sema ndio. Kwa hiyo kama tulikomaa, ni mzee ndo alikuwa anatusaidia sana. Kwa hiyo mimi kama Delfe Kaimbe siwezi kupingana na mzee, siwezi kumgeuka mzee. Na hii ilikuwa ni dosye gani? juu ya dosye ya Baredi Tabara, gisi bila bishambuke walikolaboraka na redi za bara kubaingiza kuwatoa wanani Burundi kuingiza hadi milima ya, ya ngambo ya juu na gisi walianza kuvamia kambi za, za, za, za Senepe CC. Mzee wile mamule ya kutumba Akanari, niko na, na, na, na video yote mwanzo mpaka mwisho. Tembelea Baraka1 TV tu mwanzo hivi utakuta ile mavideo yote yuko mle ndani. Gisi mzee wile mamule ya kutumba yuko anazungumzia swala la bilo za bishambuke kukolabore na, eh, na Redi Tabara ambaye ni ya Burundi. Na mbapi ni ba alie ba M23. Kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu wanasemaga, mtoto mwenye ulilea mwenyewe kesho anaweza akakugeuka, esa se vre, lakini tunatakiwa pia tuwe na reconnaissance. na tuwe tunajua kwamba ige tuo tunafanya tunakifanyia kitu gani alo baada ya Delfe Kaimbi ngoma nzito kuzungumza yale mbele ya umati, mbele ya jiste Bitakwira, mbele ya Komanda Ansego Warad mwenye alitumwa na mzee padiri kutokea Goma mbele ya Komanda sekter mbele ya colonel, uh, wekuwa na dirije Baraka nanina sahau jina na mbele ya mer de la ville mbocho na mbele ya wandishi wa habari wotu, walikuwa mle ndani walishuhudia huo mchezo ndani kisi lifanyika. Sasa leo hii kundi hili hili la Bilo Zibishambuke ambalo lilisaidiwa kutolewa chini na CNPCC na kuingizwa kwenye standard ya kundi la kizalendo lenye kujulikana leo, hili hili ndo linaanza kupingana e, na CNPCC. Sasa nini kilitokea? Misisi tuko na problemu ya makamba. Nishawe kusikia message message nyingi ziko zinalalamikia Bilo Zibishambuke kwenye makamba kamba za Bilo Zibishambuke. Uh, ni kamba za discipline bahali ya juu, kamba za Bilo Zibishambuke kwamba hu ni mkubwa Kongo na nizidi, nizidi no, no, no, no. Na wa nakwambia na, na mpigie ngoma nzito mwenyewe tuone atafanya nini, unasikia? Si tu kuapa mpigie ye peke, na hata nifanya kitu, unaweza kukupiga risasi hapa na kufia hapa hapa, na kuna matatizo biba fast. Unaambia mshe hii kizalendo yenye mko unafanya, msifanye avec impolitesse. Uko mzalendo pale, me haujui droit international inasema nini meme, sheria za Kongo hauzijui ni problem muko na recruter ba petit mukizalendo mwenye ambafundishi hata sheria za nchi, engagement militaire, ambafundishi habajui mwanajeshi anatakiwa ajikomportee hai. Nashukuru sana uh, pesere ya Baraka na pesere ya ya Makobola, biko na najitahidi sana ku maitriser na ni ba ba, ba zalendo ba venye biko en control. Nasikia ndugu zangu, sheria za kivita hauzijui. Mwanajeshi anatakiwa jikomporte hai haujui, eh, militaire huko na bunduki naenza kupiga risasi size hapa, na kufa na stand up fast ehe, utapiga risasi size hapa na wewe hautatoka hapa, utaishia hapa hapa. Unaona sasa, unakuta wanakwambia hivyo, unajuza. Je, hii kundi ainaga commandement koma eh, caporal mwiko kama ninakwambia nitakuua hapa saizi na umuite ngoma nzito, hata nifanya kitu unaangalia. Ah, no, no, no, hapa kuku deja. Eh, deja desordre ni kumu mkundi sasa, oda inakuja waende wa, wa makamba zote ziko mjia situlewe. Wakati niko nenda Fizi tukanga na gari ya ya FRDC, jeep ya FRDC iko nenda inatoa makamba zote msekteri ya Tanganyika bakacha kamba moja yenye iko pale Makobola na ni kamba ya, ya biro zibishambuke Makobola na kamba ya Toronto unatengia so, eh, maeneo ya, eh, ya Baraka hivi na saa pale village, so, Lweba ndio kamba zibaki kama sateri ya Tanganyika, bakasema huku ngambo ya yulu CNPCC coordination ya mzee wa mamuli ya kutumba bakatuma delegasion baende, banatoa makamba, basha baambia ba bakomanda force ya yagrupu ya arme, basha kaa marenyo, bashaambia bashambia, ambie batu yenu osi bakuwa si tukao, tunatoa order kamba fulani itoke o mutoke, lakini habasikii wao, wanadeklare kwama zile kamba ndo ziko zinabakulisha. Wanasema ki wize uh, Wilema muli ya kutumba ye iko na chimba ma maminere ma, ma oro, ndo maana ahangaiki na na franga za kulisha ba soda yake. Sasa kesho inakuja ava i vita, mzee Wilema ya kutumba alikuwa na survive vipi? Alikuwa anakulisha nini ba soda yake? Alikuwa na makamba, hakuwa naye? Alikuwa anawapatia na mabunduki na apatia marisasi, mlikuwa mnamlipa nini? Hakuna. Sasa franga alikuwa anazitoa al wapi? Donc alikuwa al iko na franga tu ava meme hivi ya kushuka mwa mwingine aliyekuwa. Si ndio? Ndio. Sasa utajilinganisha na yeye kwamba iko na chimba ma, ma minere iko kwao. Sawa? So, yeye iko kwao. Iko na mashimo parmi watu wenye banaunda SNPC ni watu wa ba, ba fizi banatifa fizi na biko na mashimo zabo na ndio biko na tumisha zile zile kuinvestire mukope yabo yebiko nayo ya defansi ya nchi. Sasa utajilinganisha naye mufaso gani? Donc hapo kwa kali kawivu. Sasa akawivu ndo ba, banakagiza sasa mubaraia anaha, sasa akawivu interne. Sasa bakafanye ke, nikaba, nikaba civil bafuliru na babembe, wakati hiyo sio. Tunajua kwamba mufuliru iko mufizi, kazi yake kubwa ni kulima bali toka makobo mufuliru mingi wanaishi mufizi mamilima kule ya nganja banalimaka, wanafanyana makazi, ni kazi zabo. Sasa hile hayakupa droit wewe ya kusema ke uko natife wa Fizi. Hapana, uko kongole bien sur, lakini orijini yako ni province gani? Sud-Kivu ndio. Eh, orijini yako ya ya ya ya, ya, ya, ya, nani ya teritwari, ni teritwari gani? Tunajua bafuliru na bavira Bana gawana ma group ma. Uh, group ma ya bafuliru na group ma ya ba, ba vira. Sio uko na kwenu kwenye ulizaliwa kwamba, eh, origine yenu ni, pas gani, ni Uvira. Lakini kwa sababu uko kongole uko na droit kujisalia kote mu, mu RDC na unaishi na amani bila shida. Of course, na sheria inasema tu kongole a le droit de circuler partout en RDC et s'installer partout kwenye anajisikia na kuzaa. Me kwa kufuata kanuni za wale wenye ile maeneo ya pale. Sasa no. Sasa utapenda u uvae wenye maeneo yao walipi? Wewe utapenda sasa ndo uanze kutia order yako mwantite yenye haiko kwenu kwenye uzaliwa, ndo mwanzo wa makonflikt. Saba na mbio, watu makamba wanakatala kutoa makamba barabara. Mtu makamba wanakatala kutoa makamba, banaanza kuwapiga. Sindio mambo yalitokea? Aya, leo hivi tunaongea hapa hivi basi ba deloge ba blues shambu kwa basi ba toa mululenge yote. Na hii ni kesi mbaya. Hii ni doa mbaya. Adui iko napewa nafasi hapa. Tunampa adui nafasi na tunajua kwamba katika makundi ambayo ni rahisi kushawishika na na Mnyarwanda ni kutoa tu kundi la Wabembe. Hii nawaambia wazi, tuambieni wazi. Makundi ya Wabembe ni machache mno ambayo yanaweza kula rushwa za Munyarwanda. Na hata tukiangalia tukiangalia bubembe tuko na makundi ngapi za hata za wazalendo? Hazifiki hata tano. Hata senke hazifiki. Meangalia sasa huku kuku eh, kubavira kubafuliri huku makundi ngapi ya wazalendo? Mama mamakumi na ni baletna jenerali tu ni ba jenerali tu ni ba jenerali makumi na sasa hii yote haituheshimishi. Hii ni hali ambayo inatuvuruga na inatuweka nafasi ambako kesho, sa sheria itasimama, batabafunga batabafunga yote. Mwenye iko na uana na size mzalendo iko na seme terere size, kesho batakufunga, usimlaumu mtu, utabeba msalaba wako wewe mwenyewe. Serikali hiko macho, hii ailali. Serikali iko macho. Kwa hiyo, jamani, mko muteritwari ya Fizi, mko na haki ya kuishi, lakini heshimuni watoto wa Fizi na hii vita msiitie ya kikabila. Mwe babilo zavishambuki, wenye muko nguvu ya kupigana mpigane na wenzenu basenpesese, wasoda kuwasoda lakini hapana kwanza kuingiza raia o babembe na bafuliru E, kutoa makamba ya, ya, ya, ya bawazalendo mubarabara kisha wee wapwie aseme, juu ni bafuliru benzako ndo bapwie aseme balifanya mbaya, balifanya mbaya koma wakati ile kamba ilikuwa inakunyanyasa na wewe na mtu mwingine. Basi tu kule makamba ni Babembe ndio wanapitaga pana, kabila zote zinapita pana. Leo ya angalia muplene hapa, anza hapa Kawizi ewene mpaka Luvungi, hakuna kamba ya SNPCC hata moja ya Mubembe hakuna, kamba zote ni Bafuliru zote. <laughs> <laughs> Kamba zote Bafuliru, zote, zote. Utanambia nini bwana? Na uone manyanyaso yenye iko nafanyika hapa. Huko naiona. Na huko hapa Uvira, unajua mzuri sana. Sasa wakiambiwa kwamba zitoke, eski ni problem. Sio problem. Kwa hiyo tusikie kwanza huu ujumbe. Muko hatarini watoto wasirikifu. Muko hatarini sana sana sana. Mmechokoza vita vingine vya upumbavu, vya ukosefu wa akili. Nina wasita tafadhali sana, mtoke ndani ya vita kama hivyo sababu wapolitisie wamewapata. Hatuwezi kufia kamba juu upate 1000 francs fa nakama washujaa wafu. Wafu wenu wanasema ondweni kamba. Shida ni wapi? Ya kutumba iko huko Uvira, huko kuanza Luvungi mpaka Uvira, ya kutumba iko na kamba ngapi? kwanza Makobola mpaka Fizi yote kumwisho iko na kamba ngapi? Ni haya sana, lakini nyinyi wa Fuliru mna makamba mouvira kwenu, mnaweka tena makamba mofizi siuavire, sio na machokozi. Mmekwisha mmliwa sana, wamekwisha wanunua. Tunaomba watoto wa Uvira wenyewe wakuna busara, watoto wa Uvira wenyewe wana raisonné bien intellectuel ou pas wakati tunasema mambo kama hayo haya pito, muwashauria wa vijana wetu wako mufizi waache hivyo vita vya misisi. Sisi wote tunakula misisi, wafuliru wa vile tunakula sisi wote misisi. Alafu vita vikizuka huko Ubembe tena tutapigana vita namna gani huko na warede tabara? Haoni kama tuko wapumbavu kabisa, akili tuko ndogo? Na huyu mwenye anashindwa kupita hapo kwa plinda Ruzizi njoko anafanya yote juu atudivize, c'est ça na kama mwelewe hiyo, tutateketea na tuna nguvu tutakuwa sasa, vibifle vinakuwa vinabiko na nguvu, lakini utaona lio moja iko nakula bifle mkundi kubwa za wa, za wa bifle anatimiza mukia, wote wanakimbia na wana nguvu hawajitambui na mnasikia kuwa vile. Tafadhali, wandugu zangu, wasud ya Sud Kivu precisement Uvira Fizi, mwache mambo kama ayo, ni upumbavu tele na mkiendelea vile

Donc wale wote warévolutionné walikata vita. Et dans ce livre là on parle de Wabembe. Ça c'est une histoire. Avant colonisation, labda jina la Rumaliza. Rumaliza ni mtu aliingia huko kwetu mwelekeo mille huit cent quarante a mille huit cent cinquante c'est un livre qui écrit ça comme ça C'est un livre les Africains

iko historia mbembe na historia yake e, apre sa ya ie e, e, e, nani mbavu mdogo moni maki kwa kule Fizi. Sasa ni kitu gani tunafia nyinyi wa fuleru mnafia na mbembe, mbembe, yona, ana, ana, ikona, mbembe ni kitu gani? Mbembe ndio iko na pouvoir ya Kongo. Mbembe anakamata nini? Vita vimeanza wapi? Si vita inatoka kwenye urkifu Goma tombe, Uvira tombe. Sasa Uvira mnapenda <laughs> antuka Wakati ugome meanguka ubukavu meanguka. Sa mnapenda pia uvia yanguke. kwa ndugu zangu wauvia wafuliru, attention kuko deja e... nani e... watu waovu ndani yetu. Attention, mfungue macho kabisa, tumedanganywa kabisa, tumedangana waovu. amekisha wa tuingilia moja moja na tutawatafuta mojamoja. Eh, kwa ujumbe huu eh, mtu u unaweza kupata picha ya nini ambacho kiko kinaendelea. Kwa hiyo tuheshimiane na tupeane adabu ambayo inastahiki. Hii habari ningali nitaikazia tena kesho. Kesho nitakuja na vingine vipya, nitaikazia kwa kuhusiana na Bafuliru na Babembe... sorry, bakomanda uh, na bapolisia venye viko vanachonganisha e, ba wazalendo ya kibembe na kifiru mpaka bafia kupigana mpaka maproposa ba komanda vingine ba kifiru mupene ya Ruzizi iko unasema vibaya dhidi ya makundi ya babembe nitabataja kesho. Kwa hiyo tukae wote hapa pamoja tuungane. Swala la kilembo la yenyewe ikoje, elembwe nini kimetokea? Bazalendo banatoka hapo kufro, banakiwa na mangombe yao banafika kukamba ya babuyu il faut tunge kila mtu na jina lake. Ba wazalendo wa kibembe wanatoa kupigana, bana na mangombe yao wanashuka shuka ti kufika kukamba ya babuyu. Ewa ni, ni si tu kwa benzeli wazalendo hey, okay, wewe sawa. Amta pita hapa ifa mulipe. <laughs> Unaona? Mu territory yabo. Tuseme hivyo ndio territory ya kuzaliwa. Jumu mkongono, ulizwaga ulizaliwa wapi? Province gani? Territory gani? Sekteri gani? Kolektiviti gani? ama lokalite gani? ama group ma gani? Ndugu, si mkibembe wa Mkongo anaulizaga, anaulizwa anaambiwa, tunatoka kupigana uko na ngombe hizi tunazo, tunapita tunaenda kushughulikana nazo. Akamwambia hizi ngombe ifo, muzilipie. Ewa si wote tuko kwa soda, tunatoka kwa operation. Oh fufu fufu, okay, basa bakakubali ngapi? Desamine bakalipa desamine. Banaenda kwa mkubwa wapo ewan. Sasa twende amta pita. Ifuwe ngombe zibaki hapo. Eh eh eh eh, eh hata na wewe eh, eh? Eski hapo unasema wewe mbembe ni mbaya kabisa. Unamwambia soda mwenzako anakusikiliza kwa okay sababu anakulipa. Ulikuwa unategemea nini? Je, kesho na wewe ukipita kwa babembe au tomba service? Mhm. Mm-hmm. Baje kufanya benye benye balikufanyia ndio hivi benye bitukeka tena hapa kwa kwa, kwa general kibukila kisiba limwaga pale hivi hivi, wenzenu banakuya banaenda kufro, banataka bachukua ngombe za wazao, ndo moto kaanza hapo, ndo moto moto moto enyewe babui tena enye a Banaanzisha nani fujo, banashindwa, banakimbia. Mu mwingine saizi muko wa nani? Wazalendo ya kie, ya Kibembe. Hii hmm, yote ni nini? Hmm? Manipulasion yote iko mpaka mlivoi juu ya nini? Muko wa wazalendo wa muko na akili sasa kinyama kine. Tu tutakuwa tunawambia mara ngapi? Hamna eh, hata konsiansi hata akili hazitumika, seme mwenzangu anatoka kuvita anakuja na kamnofu yake. Yeah. Mwambie yeye. Gisi mnapita bwana, si hapa tuko krize. Wewe, nasema tukateza kamnofu kamoya. Ndio kitu tunachoma hapa. Sikia bata banyima. Kwa nini msikua mnakula bure pamoya? Hiyo tini ile nini? Nagundua uivu kwa nini yeye tu? Kwa nini yeye tu? Yeye ndo nani sasa? Yeye ndo atafanya nini sasa? Jua nini ndo? Eh e, e, e, Ewan. Kila mtu iko na historia yake mwii Kongo. Mkongo akikuwaga ba resista sa vile babembe wapiganaji wakubwa, wote mu historia ya kongo ni wabembe, kuanzia namba elfu moja. Nafikiri dunia mzima inamjua. Naishia hapo, mengine tukutana ni majira ya saa tisa.